Sasa nitakuonyesha dondoo maalum kutoka kwenye mazungumzo ya rais wa Urusi Vladimir Putin pamoja na rais wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traore. Mazungumzo haya yalifanyika wakati wa ziara ya Traore nchini Urusi alipoenda kushiriki katika maadhimisho ya miaka 80 ya ushindi wa Urusi dhidi ya Ujerumani ya Nazi. Sasa sasa, katika mazungumzo haya viongozi hawa wawili waligusia mambo mengi sana, ikiwemo historia ya mapambano, ushirikiano wa kijeshi, elimu, teknolojia hadi masuala ya maendeleo ya Afrika. Sasa tuende tukawasikilize kile walichokisema, tukianza na raisi Vladimir Putin. Mheshimiwa Rais, tunafurahi sana kukuona. Na kwanza kabisa ningependa kukushukuru tena kwa kufanya uamuzi ua wa kushiriki katika hafla ya kumbukumbu kumbu ya maadhimisho ya miaka 80 ya ushindi katika vita vikuu vya kizalendo nakumbuka mazungumzo yetu ya, ya awali mwaka 2023 ulipotembelea nchi yetu kwa mara ya kwanza kushiriki katika mkutano wa Urusi na Afrika huko St Petersburg. Safari yako ya sasa kuja Urusi kuja kusherekea miaka 80 ya ushindi ni ishara ya kuonyesha urafiki kati ya Burkina Faso na Urusi. Ningependa pia kukushukuru kwa mchango wako na mchango wa nchi yako katika kuishinda Ujerumani ya Nazi na washirika wake. Takribani ya wapiganaji elfu thelathini kutoka Burkina Faso walipigana na vikosi vya muungano dhidi ya Hitler. Sasa tumeunganishwa na lengo la pamoja la kupambana na ugaidi na msimamo mikali. Tutaendelea kuisaidia Burkina Faso katika kurejesha utawala wa kikatiba na halali dhidi ya na makundi haramu yanayoendelea kufanya kazi katika maeneo fulani. Katika miaka hivi karibuni tumepiga hatua kubwa katika ushirikiano wenye manufaa kwa pande zote mbili. Mwishoni mwa mwaka 2023 baada ya zaidi ya miaka Ubalozi wa Urusi huko Wagadugu ulianza kufanya kazi tena. Ushirikiano wa kiuchumi pia ni muhimu, ingawa bado ni mdogo, lakini unaongezeka, jambo ambalo ni jema na tunalihitaji kulilinda. Tutaendelea kushirikiana katika kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na kupanua wigo wa biashara. Tutaisaidia nchi yako katika mafunzo ya wataalamu mwaka huu idadi ya nafasi za udhamini wa masomo imeongezeka zaidi mara mbili mwaka huu. Tuko tayari kupokea wanafunzi wengine kwa gharama ya serikali yetu. Kwa ujumla, zaidi ya wanafunzi elfu tatu mia tano wa Burkina Faso wamepata nafasi ya elimu ya juu nchini ya Urusi. Mahusiano ya kiutamaduni na kibinadamu pia ni muhimu. Tuna nyumba ya Urusi inayofanya kazi mjini Wagadugu tangu mwaka elfu mbili ishirini na nne ambayo inafundisha lugha ya Kirusi. Kuna uwezo mkubwa wa kushirikiana katika afya pia. Tarehe 24 na 25 Aprili, Bipopova alitembelea Wagadugu na kujadili maendeleo ya miundombinu ya kisayansi na mafunzo ya wataalamu. Tunatoa kipaumbele pia katika misaada ya kibinadamu huko Burkina Faso. Mwaka jana tulitoa zaidi ya tani elfu ishirini na tatu za ngano bila malipo. Mwezi huu tutaongeza msaada huo kwa kutuma bidhaa nyingine za chakula nyingi tu. Tunathamini msaada wa Burkina Faso katika majukwaa mbalimbali ya kimataifa ikiwa ni pamoja na Umoja wa Kimataifa. Ushirikiano kati ya Urusi na Muungano wa nchi za Saheli pia una manufaa. Mwezi Aprili mwaka huu kulifanyika kikao Moscow kilichowakutanisha mawaziri wa mambo ya nje. Kuna matarajio mazuri katika nyanja nyingi na tutapata nafasi ya kujadili baadhi ya hayo leo hii. Tunaandaa kuanzisha tume ya pamoja ya kiserikali na tayari tumetengeneza kikundi kazi kinachofuatilia jambo hilo. Tutaisaidia nchi yako katika mafunzo ya wataalamu. Asante sana mheshimiwa rais, nimefurahi sana na ni heshima kubwa kwangu kushiriki katika hafla hii ya kumbukumbu ya ushindi mkubwa. Nashukuru kwa mwaliko huu. Safari hii imenifundisha mambo mengi sana kuhusu utamaduni, historia na msingi wa mapambano wa Urusi. Nimeona jinsi watu wenu walivyotoa sadaka kubwa, na kutokana na sadaka hizo sisi leo tuko huru. Tukio hili limenipa nafasi kubwa ya kutafakari hali ya dunia ya leo na matarajio yake ya baadaye. Changamoto tunazokutana nazo leo hii si sababu ya sisi kukata tamaa, na kwa namna fulani zimekuwa na faida. Licha ya vikwazo vingi vilivyowekwa na Urusi, bado Urusi ina nafasi kubwa ya uongozi duniani na tunatambua hilo. Niliona wanajeshi wakipita mbele yetu, vifaa vya zamani vya Vita Kuu ya Pili ya Dunia pamoja na vifaa vya kisasa. Tunapenda kuona ushirikiano kati ya nchi zetu ukikua kwa kasi na kuingia katika sura mpya. Asante kwa msimamo wenu na urafiki wa Burkina Faso. Leo nimetembelea taasisi ya Mandela. Tunaelewa kwamba pamoja na na usalama kuna eneo muhimu sana la sayansi na elimu. Tunahitaji msaada wa Urusi kuwapa vijana wetu elimu, kuendeleza viwanda vyetu, mashine zetu na uzalishaji mwingine. Hili ni jambo muhimu sana kwa Afrika. Tunaamini ugaidi wa sasa ni ulisi wa ubebelu, na ndiyo maana tunapambana nao. Tukimaliza vita hii na kuwa na jeshi imara basi tunaweza kuijenga nchi yetu, na ndio maana tunapambana, tunasisitiza juu ya elimu ya vijana barani Afrika. Afrika inahitaji sana vifaa, inahitaji teknolojia na mitindo ya kisasa. Ndio maana bado tunahitaji msaada mkubwa kutoka kwenu. Kilicho muhimu zaidi ni kubadilisha teknolojia na uzoefu. Tunahitaji kufahamu jinsi ya kutumia maarifa ya vyuo vikuu vya Urusi na namna ya kuvisambaza nchini Burkina Faso. Tunapenda kufungua matawi ya vyuo vikuu vya Urusi nchini Burkina Faso ili tuweze kuwapa wananchi wetu elimu na ufanisi zaidi tunataka kuona maendeleo ya Burkina Faso na wanafunzi wake wakija kujifunza masomo mbalimbali mbali mbali nchini Urusi. Nimeona vijana wazuri sana hapa Urusi, miongoni mwao kuna watafiti na wanasayansi vijana, na tunataka kujifunza kutoka kwenu. Na eneo jingine muhimu ni eneo la kijeshi. Tuna miradi mingi katika sekta ya ulinzi, tunahitaji msaada wenu.